Zanzibar uh, Afya Week ina malengo makubwa manne. La kwanza ni kuongeza uelewa kwa afya kwa jamii na kwa kuwahamasisha wananchi kuchukua hatua za kujikinga na magonjwa mbalimbali, yaani kwa Kiingereza tunasema promoting public health awareness. Pili ni kukuza utalii wa tiba kwa kutangaza Zanzibar kama kituo kitu bora na salama ya huduma za afya na usawi wa mwili kwa wageni kutoka ndani na nje ya nchi yani, promoting medical tourism. Pili ni kuhamasisha ubunifu katika sekta ya afya, kuwasilisha teknolojia mpya za afya kama telemedicine, tiba ya dijitali na suluhisho za kisasa za matibabu hapa Zanzibar, yani, healthcare innovation. Nne ni kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na ile sekta ya binafsi yani, public private partnership, na kuhakikisha ushirikiano huu unaleta tija kwa kuwa na viwanzo wa kimataifa ki zaidi. Nimefurahi sana na furaha kubwa sana kusimama hapa mbele yenu hii leo katika tukio hili muhimu sana la press launch ya Zanzibar Afya Week 2025. Hii ni fursa adhimu ya kuimarisha mfumo wa afya, kukuza ubunifu katika sekta ya tiba na kuhamasisha utalii wa afya hapa Zanzibar. Kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na, na kwa heshima kubwa, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Zenji Zuri Consultancy na Equinox Company kwa kuandaa mpango huu muhimu, tena kwa wakati mwafaka. Pia na kuongeza wadau wote wa sekta ya afya na washirika wa maendeleo na washirika na sisi katika kuhakikisha kwamba mafanikio ya Zanzibar ya afya 2025 yatakuwa ya hali ya juu.